Usipende kumtumainia mtu, mtumainie Bwana. Bwana ndiye awe ngao yako, Bwana ndiye awe kimbilio lako, Bwana ndiye awe kila kitu kwako, sawasawa? Ee, kwa hiyo unapoweka tumaini lako kwa Bwana, yeye anakutia nini? Mafuta. Akiisha kutia mafuta, unaanza kuyatenda mambo ambayo watu wanasema, ni mwana wa nani huyo? tak kukujua zaidi, watu hawatataka kujua. We sio kwamba ukiwepowepo utajulikana. Kinachofanya watu waanze kutafuta, huu ni nani? Hii ni nini? Hii ekima aliyonayo ni yanana gani? Hata watu wanaokufahamu kufahamu, ndipo atajua atumfahamu vizuri eh? Yaani, kuna watu wanafikiri wanakufahamu wewe, lakini iko saa ambayo Bwana ataanza kukutumia kuyatenda mambo ya ajabu. Wanasema, huyu si fulani, huyu si tulisoma naye? Kusoma na mtu sio ishu, sio issue. Usifikiri unanifahamu sana, hakuna unayenifahamu mimi hapa sasa, eh? Nawambia watu hapa Hakuna mtu ambaye ananiweza kunipimia kwamba mimi, we, we, namfahamu sana unifahamu unijui mimi, unifahamu wewe, hata wewe ufahamiki na wao vile vile. Kwa hiyo kuna watu wanaosema, namjua namfahamu, hata analo jipya gani? wale wanaoona huna jipya wataishia kusikia matendo makuu ya Mungu ambayo anakutumia amba, kutenda. Yesu alipoenda katika kijiji alicholelewa kule Nazareti, hakutenda miujiza kule, hakutenda maajabu kule. Sio kwamba roho wa Bwana hakuwa naye, alikuwa naye, ili kutokana na kutokuamini kwao wale watu wa nyumbani kwake alikolelewa Yesu wa kutenda miujiza. Miujiza ikatendeka Kapernaumu, miujiza inatendeka kwao wanao amini. Ili muujiza utokee, lazima huyu anayetaka kutendewa muujiza awe na imani, wazinge amini na kwanza kumkimbilia Farao. Tumetubua nasaleda kwa Farao na alasisimameni, wasimame. Mana yake wangeanza kupiga magoti kwa Farao, bahari isingepasuka. Simamee kile kitendo cha kusimama ngangali, wanasema adui kwa hapa kabisa, lakini Bwana atatupigania ila unaona tatizo ndio, miguu inalegea hivi kin. unaanguka na hakuna mahali utafanikiwa kama wewe nyoro nyoro legelege hivi Lazima uwe jasiri. Watu wa imani wana ujasiri ndani yao, ni wale ambao wanasema ni kweli. Hawa, hawa simba wamewekwa kwenye hili shimo, yapata siku ya pili ya tatu ya nne ya tano, hawajua kitu. Hawa hawa simba wakinirusha kule ndani, hawa simba waga wanakula watu, waga wanaua watu, lakini sio mimi. Ni wale watu ambao wanajua kabisa kuna simba ila hawatanila mimi. Mimi sio chakula cha simba. Wao ndiyo chakula cha simba. Wow, mtu yule ambaye anajua kabisa hili tanuri la moto, tanuri lina moto hili, lakini kwa ajili ya Bwana sio ni moto nitato salama yani, wale ambao wanajua ni moto, sio? Wajui sio? imani na fyatua akili, unaona kabisa ni moto, ila naingia. Kwa sababu siingii mwenyewe, ninaingia kwa sababu ni ya Bwana, moto utazimika. Kwa hiyo sasa, kusema nianze kulegea miguu, alegei. Mtu ambaye anafikiria tutalegea halegei mtu yani, Musa akaambiwa na Mungu, waambie Israeli wasimame. Nikufanyaje kusimama? Ndio maana nikashangaa kwamba kwanini Mungu wakati wote akitaka kuokoa watu wanasema wasimame. Kwanini, o, msipige magoti? Ndio maana nikaja kupata ufunuo, hata kumbe tunavyoomba maombi ya vita tunatakiwa kusimama imara ngangali kweli kweli, sio nakuwa tena kwa adui na legea hivi kwa adui. Adui hatumlegelei, tunasimama kishujaa kweli kweli Sawe, nikaona sasa amepomoka kwa Bwana, kwa Bwana tunapomoka. Kwa adui nipomoka tena kwa adui? Eh, nikipomoka kwa adui shingo, una pomokaje kwa adui? Kwa, kwa adui unamsimamia kabisa kiushujaa ngangari kweli kweli nikoona mara nyingi e, nyingi wana Israeli wanavuka wana wanavuka mto okay, wanavuka mto nyayo ziingie kwenye maji, sio magoti <laughs> manake manake manake ukipiga okay, magoti nyayo si zinakuwa nyuma, si si unapiga eh? Magoti wanasema uingie kwenye maji, sasa si eh? Magoti ndiyo wapakia kuingia kumbe wakati wa kupambana na adui ni nyayo zinatakiwa zika, zi, zi, zi, zi, zikanyage ardhi nyayo zikanyage chini sawasawa, sio magoti sio magoti sio magoti sawa, eh, ndio maana akasema katika kitabu pia cha, cha, cha, cha Waefeso akasema hatimaye mkisha kusimama. Ma, na, na, mpate kusimama mpate kusimama Yani, mkiwa mkisha kwisha kusimama mmetwaa silaha zile za Mungu, pateni kusimama, sio mpate kulala. Pateni kusimama, sio mpate kukaa. Pateni kusimama. Kumbe imani inaendana na ile hali ya mtu kusimamia jambo lake pasipo kuyumba, kama alivyosema mtu yule Habakuki, nitasimama kwa zamu yangu.